Mfumo wa leseni kutaniko umezigawa leseni katika makundi mawili. Kuna leseni kubwa ambazo zinaita individual license, kuna leseni ndogo ambazo zinaziita class license. Na hizi leseni sasa zimegawiwa katika uh, tunasema market segment ya uh, masoko yake uh, kuna, tunasema kuna leseni za kitaifa, kimataifa, kiwilaya na kimkoa. Zote hizi katika uh, zile leseni kubwa individual na class na ukuta zote zinadondoka katika maeneo hayo. Sasa mfumo huu umeagaa katika makundi yafuatayo. Cha kwanza kabisa, tuna leseni za mawasiliano ya miundombinu ambayo ni network facility license. Uh, tuna leseni za kutoa huduma mtandao ambao ni network service license. Tuna leseni ya kutoa huduma za mawasiliano ambao ni application service license. Alafu tuna leseni uh, za maudhui ya utangazaji broadcasting, uh, service license pamoja na leseni za rasilimali rasi namba na masafa ambayo ni frequency numbering license. Alafu pia tuna leseni za huduma ya posta na kusafirisha vifurushi na vipeto ambayo pia nayo imegawanyika katika makundi mbalimbali. Kuna public ambao tunajua, kuna shirika la posta la umma. Alafu kuna wale ambao wanafanya international courier, ambao ni ya kimataifa. Kuna ambao wanafanya Uh, East Africa usafirishaji wa vifurushi na vipeto kwa Afrika Mashariki, na kuna wale ambao wanafanya sasa, uh, kitaifa ndani hapo, ambao tunasema ni domestic courier. uh, kuna wale wanafanya intercity transport, wale wanasafirisha kati ya mji na mji, uh, vifurushi na vipeto kati ya mji na mji, kama mabasi na watu wengine, na kuna wale wanafanya intracity uh, courier, wale ambao wanasafirisha ndani katika mji mmoja.